Ndugu mtazamaji wa Gwiji TV, hali uh, ya mvua kwa Mtwara ndio iko katika namna hii unavyoweza na kuiona. <tipi> mvua imekuwa ni kubwa sana. <tipi> mvua ni kubwa kama unavyoweza kuona, barabara imepotea kabisa, barabara imejaa maji kama unavyoweza kuona, vyombo vya utafiti vinaweza kupita kwa tabu. <tipi> na hii ni maeneo ya, ya kiangu Mtwara, maeneo ya kiangu ndugu mtazamaji. Hii hali ndipo ilivyo barabarani, kupo hivi kama unavyoweza kuona. Ndugu mtazamaji e, Mtwara siku ya leo mvua imenyesha kubwa sana kubwa sana, kama unavyoweza kuona, kama unaweza kuona, mvua ni kubwa, mvua ni kubwa. Ndugu mtazamaji, hii ni barabara ambayo inatoka Bima Mataa kuelekea kuelekea kuelekea Kiangu au TTC ndugu mtazamaji, na hivi ndivyo hali ilivyo ndugu mtazamaji, kama unavyoweza kuona kule uh-huh. Ndugu mtazamaji, hali ndio jinsi ilivyo baada ya mvua kubwa kuwa imenyesha, lakini bado, ta, bado inaendelea kunyesha kidogo kidogo, ila barabara ni kama hivi zilivyo zimejaa maji ndugu mtazamaji, mpaka barabara hazionekani kiuhalisia kabisa. Unaona, kama unavyoweza kuona picha, barabara haionekani vizuri. Hii ndio hali halisi iliyopo sasa Mtwara siku ya leo. Imenyesha mvua toka asubuhi, mvua inanyesha niseme toka alfajiri ya kumi na moja mvua ilikuwa inanyesha, na hapa huu mtaa wa, wa, ni mtaa ni maeneo ya Sokosela Mtwara, na hii barabara ambayo unaiona gari lipo paki hapa, hii barabara ni barabara ambayo inatoka Bima Mataa na kuelekea, so, kuelekea koti C. Ndugu mtazamaji, kama unavyoweza kuona vyombo vya usafiri vinapita kwa tabu, kama unavyoweza kuona barabara imepotea, barabara ime, ime imeweza kuzibwa na maji. Ndugu mtazamaji, kama unavyoweza kuona, kama unaweza kuona ndugu mtazamaji, huku ni Bima au huku ni Kiangu, huku ni Kiangu ndugu mtazamaji, na kama unavyoona ni watu ambao wametoka, wametoka ndani ndugu mtazamaji, kama unaweza kuona mazingira ndio kuweza kuona ndugu mtazamaji naweza kuona hii mbele mbele, gari lilipopaki ni barabara ni barabara. Hapo wapi? Okay, hapa ni Mtwara, hapa ni Mtwara ndugu mtazamaji, hapa ni Mtwara, hapa ni Mtwara na ni Mtwara maeneo ya Kiangu Kiangu, kama unavyoweza kuona ndugu mtazamaji, hapa ni maeneo ya Kiangu, ehe na hii ambao kunaona magari yanapita, hii ni barabara kuu kabisa, barabara ambayo inatoka Bima Mataa na inaelekea koti si. Ehe, inaelekea koti si ali maarufu kama chuo cha Masandube. Hapa ni Mtwara ndugu mtazamaji, ehe. Kama unavyoweza kuona, hivi ndivyo hali ilivyo ndugu mtazamaji hivi ndivyo hali ilivyo. Unaweza ukaona, ndugu mtazamaji, hivi ndivyo hali kuona kule, hawa ni baadhi ya wakazi ambao wanaamua sasa kutoka ndani mwona, wanaamua kutoka ndani mwona, ndugu mtazamaji, au ni watu ambao ni baadhi ya wa watu ambao wa wanaishi maeneo haya. Ndugu mtazamaji, ni haya kama unavyoweza, huku ni Kiangu, ni Mtwara, lakini maeneo ya Kiangu kama unavyoweza kuona huku, ehe, mvua inaendelea kunyesha taratibu, inazidi kuongezeka. Ilipungua kidogo, lakini inaendelea kuongezeka. Ndugu mtazamaji, kama unavyoweza kuona ehe. Ndugu mtazamaji, hali mvua imeanza mapema sana majira ya alfajiri kabisa. Mvua imeanza mapema sana majira ya alfajiri, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo huku unavyoona, hii ni barabara ambayo nayo barabara imeweza kufukiwa na maji, maji yamejaa sana okay. Hii ni barabara ambayo inaenda huku Kotisi, lakini kwa upande wa huku, kwa upande wa huku huku, okay. Ni Bima kwa upande wa huku, hii barabara inatokea Bima, inatokea Bima Mtwara, Bima almaarufu Bima Mataa, ndugu mtazamaji. Ndugu mtazamaji, unaweza kuona hali jinsi ilivyo, barabara imeweza kujificha kabisa, imeweza kufichwa, kufunikwa na maji. Kama unavyoweza kuona, magari yanapita, lakini eh, yanapita kwa, u, kwa umakini zaidi, kwa kuangalia, maana barabara imezibiwa na maji. Okay, hii ni barabara ndugu mtazamaji, ambayo imeweza kuzibwa na maji, kama unavyoweza kuona. Kama unaweza kuona, ndugu mtazamaji, hii barabara inatokea Bima inaenda, inaenda TTC. Kwa wakazi wa Mtwara, mtakuwa mnaijua, hii ni barabara lakini imeweza kufunikwa ku, na maji kabisa na hii ndo hali ambavyo ilivyo, kwa mvua imeanza asubuhi sana na mpaka sasa hivi bado inanyesha, mpaka sasa hivi bado inanyesha. Imeanza asubuhi sana mpaka sasa hizi bado inanyesha. Unaweza ukaona ndugu mtazamaji, hali ndo iko namna hii, ndugu mtazamaji. Lakini kule huku ni maeneo ya Kiangu. Ehe, huku ni maeneo ya Kiangu na huku ndiko maji ambako yanakwenda, mwisho wa siku ya maji yanakwenda baharini. Na huu sio mto, ni makazi ya watu, lakini maji yamepata njia yanapita. Eh, huu sio mto wala sio mfereji, ila maji yamehama barabara, kama unavyoweza kuona yanapita. Mengine pale ni hapa, shughuli za ujenzi wa mitaro zilikuwa zinaendelea, mifereji ya barabarani zilikuwa zinaendelea kwa waliweza kuchepua pembeni, ndipo ambapo maji pia yamepitia na yanaenda moja kwa moja kwenye makazi ya watu, ambako kwa kule mbele ndipo ambako watu wengi wamepata watu wengi wamepata mafuriko, ndugu mtazamaji. Unaweza ukaona jinsi gani, ndugu mtazamaji, hali ilivyo. Mtaa wote karibu karibu, sehemu zote wafanyabiashara wajeza kufungua maduka, kumekuwa kumepoa sana, maduka amepoa, ndugu mtazamaji. Hizi ni frame zote lakini zi nyingi, nyingi, zimefungwa kutokana kwa na kwamba mvua hii ndo kidogo, sasa hivi inaanza kupunguapungua kidogo, sasa hivi inaanza kupunguapungua, ndugu mtazamaji. Chochote kitakachojiri, Gwiji la vipaji nitakuletea feedback. Bwana hapa mkunzi umeuliwa umeuliza hapo wapi? Okay, hapa ni Mtwara, hapa ni Mtwara, hapa ni Mtwara. Ndugu mtazamaji, kama kichwa cha habari kinavyosema, hapa ni Mtwara ndugu mtazamaji, hapa ni Mtwara na hii hali na haya ni maeneo tu ni eneo tu, tu chache ambapo nimejaribu kukuonyesha, lakini sehemu nyingi zimepata, uh, mvua hii. Ndugu mtazamaji, kama unavyoweza kuona watu hawajafungua maduka kutokana kwamba mvua imeanza kunyesha toka alfajiri. Kwa muda wote mvua ilikuwa inanyesha na watu sasa walishindwa kufungua biashara zao kiasi yes, kwamba kidogo sasa hivi ndio mvua inapoapoa kidogo. Ehe, lakini muda wote mvua imekuwa ikinyesha na huku, kama unavyoweza kuona, ni barabara ndugu mtazamaji, umeona watu wanavyopita kwa tabu. Ndugu mtazamaji, mm haya -hmm. Ni mafuriko, mvua ilikuwa kubwa sana ndugu mtazamaji, na haya maji huku yanakwenda uh, ya huku yanakuelekea kunaitwa Kianga. Kama unavyoweza kuona wakazi hao wanajaribu kufuatilia kuangalia mazingira yao jinsi gani yalivyo ya ndugu mtazamaji. Ndugu mtazamaji, maduka asilimia mengi yamefungwa, na yamefungwa kwa sababu mvua imenyesha sana toka asubuhi, toka asubuhi sana, lakini mpaka sasa hivi ndo imepoa. Ndugu mtazamaji, mvua ndo inapoa sasa, toki ilivyoanza saa kumi na moja alfajiri, mvua ndo inakatika sasa hivi. Ndugu mtazamaji, kama unavyoweza kuona ilikuwa ni mvua kubwa sana. Mvua imepoa, lakini bado maji barabarani hajaisha, bado maji barabarani hajaisha. Ndugu mtazamaji, hapa ni Mtwara mjini, lakini hii ni eneo la Bima. No, no, no, ni eneo la Kiangu, ndugu mtazamaji. Ehe, eneo la Kiangu. Eneo hili mvua ilimenyesha toka alfajiri kidogo, sasa hivi ndio inaanza kukoma. Ehe, na imesababisha mpaka biashara zimekuwa ngumu, watu hawajafungua maduka kama unavyoweza kuona. Kupo kimya, ndugu mtazamaji, kupo kimya sana sana sana, sana. Ni kwa sababu watu wengi hawajaweza kufungua biashara zao ndugu mtazamaji, na kama unavyoweza kuona huku, kama nilivyosema hapo awali, huku ndiko ambako maji yameamua ya kujipatia njia yakawa ya anaelekea huku ambako huku ni kiangu koo hili lote ni eneo la kiangu ndugu mtazamaji mkoani Mtwara. ehe, unavyoweza kuona ndugu mtazamaji, eh eh, barabara ilikuwa imejaa, imefunikwa na maji. Sasa hivi maji kidogo ndo yanaanza kuisha, yanaanza kuisha ndugu mtazamaji, maji yanaanza kuisha sasa hivi. Mnaweza kuona ndugu mtazamaji, kule barabara inakuelekea kule mbele kule ni maeneo ya TTC au maarufu kama TTC, viwanja vya TTC. Lakini huku huku, ndugu mtazamaji, ni bima, huku ni Mtwara bima, maarufu kama mataa. Na kule mbele, ndugu mtazamaji, huku kunajulikana kama maarufu kwa jina maarufu la NMB ya zamani. Huku ni bima mataa, ndugu mtazamaji, kuelekea kule mbele ambako hii barabara ambako mwanzo kabisa ilikuwa haionekani kabisa, ilifunikwa na maji lakini sasa hivi ndugu mtazamaji, mvua inakata, mvua inakata ndugu mtazamaji, kidogo hali inaanza kubadilika ndugu mtazamaji, inakuwa shwari sasa, ila bado manyunyu hajaisha, bado kuna manyunyu. Okay, Gaudi. No go, no Gaudi. I see you. Mona watu sasa hivi kidogo ndo wanaanza kutokatoka kuingia barabarani, make mwanzo barabara ilikuwa haionekani kabisa ndugu mtazamaji barabara ilikuwa haionekani kabisa, watu wanatoka sasa, wanaanza kufungua maduka yao ehe. Lakini hapo mwanzo palikuwa, yani toka muda maduka alikuwa amefungwa kutokana na mvua kubwa ambayo ilikuwa inanyesha, ndugu mtazamaji. watu sasa ndo wanaanza kidogo kutembea sasa hivi, lakini toka asubuhi, toka asubuhi, watu hawakutoka ndani, watu hawakusafiri, watu hawaendi makazini. Sasa hivi kidogo ndo wanaanza kutoka, ndugu mtazamaji kama unavyoweza kuona hii hali ilivyo Nando, wanafunzi, na ndo wanafunzi nao wanaenda shule, gari la wanafunzi linaenda shule. Ndugu mtazamaji, hali ilikuwa ni mbaya, ilikuwa ni mbaya, lakini eh, mvua sasa hivi inapungua, unabaki manyunyu mtazamaji, na watoto hao ndo wanaenda shule sasa. Mtazamaji mkunzi mbona mingi mingi nini? mtazamaji kama unavyoona hao ni watu ambao wanaenda kazini sasa